Mambo ni moto, mambo ni fire! Tuko na bidhaa yetu kwa ajili ya kusugulia na kusafisha vyoo vilivyogina, vilivyokuwa vichafu, vyoo ambavyo vimegoma kutakata. Jamani, tuna tiles zetu zimefubaa, lakini pia tuna majiko yetu ambayo yamefubaa ya gesi. Tuna microwave, wengine tuna oven inatumika vizuri sana lakini, tuna vioo vyetu vile vya aluminium lakini having'ai. Sasa hivi ukitumia, baba yangu, inakaa vizuri, vioo vyako vinakuwa visafi na vinakuwa na mng'ao ule wa kupendeza. Lakini wale wenye vioo ambavyo vimegina, vimechafuka ama vime, vime yani vimekuwa na vimegina, ving'ai, ukitumia hii inang'aa vizuri sana jamani. Inaitwa super ten, super ten, super ten, inafanya vizuri sana sokoni. Tafadhali sana niwaombe jamani, sio kitu ya kuacha hii itakufanya itafanya nyumba yako ipendeze ing'ae, hasa kwenye tiles jamani, kwenye masinki, kwenye vyoo. m Mm? Vinakuwa na harufu nzuri, ina harufu nzuri. Kwa hiyo vinakuwa na harufu nzuri, vinanukia, lakini pia vinakuwa visafi na very attractive. Karibuni sana jamani, kwa upatikanaji wa hii bidhaa nitafute kwa namba 0763845096 karibuni wote tukaenze kuifanya nyumba yetu ipendeze ing'ae, eh?